Mwalimu, mabadiliko aliyoyafanya ni mabadiliko makubwa sana, na siku zote waswahili wanasema mtoto mdogo alali na pesa. vita baba mwenye nyumba na mpangaji. Baba mwenye nyumba uwezo hana wa pesa, yeye alichokifanya ni enzi za ukoloni kujenga kibanda. Sisi tumekuja matajiri, tumeingia kwenye kibanda chake pesa. Tumempa pesa kidogo, nataka lale nazo. Mwanzo alitaka kutuzoea. Mwanzo alitaka kutuzoea. Na ni namna ambavyo mwalimu unaweza kuona mwalimu kwa mwalimu mwalimu wa KMC alizungumza, ataingia kwa lengo la kukaba na kuzuia, kwa sababu anajua ubora wa waa. Lakini mwalimu wetu sisi baada ya kuona huyu amekuja na plani hii, baadaye akamfanyia mabadiliko. Niwaambia tu kwamba natangaza kuanzia kwa leo, KMC, mfukuzeni mwalimu huyu ili akaungane na Fadu Davis ambaye sisi tulimfukuzisha kazi, na huyu fukuzeni kwa sababu ni mechi ngapi anafungwa, anapoteza kwa Dar es Salaam Ngafas, basi tunatakiwa kuingia kwenye vitabu vya kufundisha makocha. Ndio. Ndio. Ushindi huu wa leo unaleta taswira kubwa sana kwa huko tunakokwenda, naamini kabisa farabat kwa ushindi huu wa leo aliouona, anajipanga huko, anajua kabisa watu ni moto wa kuotea mbali. Kama watakuwa wamefuatilia, wamemwona Boeri ni mtu wa namna gani, yaani ana asiri ya kimayele mayele, unielewa bwana kwa tunakwenda kukutana na Farabat Zanzibar, tunawapiga yoyote mpaka National. Tunamwambia kwamba mabingwa wa Tanzania, mabingwa wa Tanzania, matajiri wenye thamani kubwa ya bilioni mia moja kuliko hata wewe, sababu Yanga ndio timu yenye thamani kubwa kuliko Tanzania. Kama utaki shauri yako, bilioni mia moja National afikishi bilioni mia moja kwayo, tunawambia kwamba National, salamu tulizokupeni nyingi Jioni Zanzibar. Zanzibar hakuna matata, tutaruka na nyinyi sisi hatujamkimbia. Hapa tupo KMC si ndio? Hapa KMC nani alianza kuja? Simba, sio? alianza kuja hapa. Yuko wapi? katukimbia ka katukimbia mm huu -hmm. Katu ni uwanja huu ni uwanja Benjamin Mkapa. Yaani, Benjamin Mkapa ule ni uwanja wa taifa mtu yoyote anaweza kufanya akaenda na pia sisi tumeamua kutoka tuende kwenye sehemu ya utulivu tume Mbc gande tumemwacha. Wanakwambia hivi, siku zote ukiona sehemu watu wanaondoka wamekuta peke yako wewe mchana. Kundi lake simuoni akitoboa kwenye kundi lake, mimi namuona kwanza kabla ya kundi lake. Jua kuna taarifa iliyopo Singizeni wamepeleka barua ya malalamiko wakidai kwamba watu wamemtumia matatu kwenye eneo la benchi la fundi kama mwalimu. Kwa hiyo malalamiko kwa leo, kesho majibu yanaweza akatoka Yakitoka mimi namuona Singisini na anaenda kushika nafasi ya Simba, ndio nakwambia. Kwa sababu kwa sababu kafu akitaka kutenda wake Simba ayumo, tunamuona Singisini akicheza na Petro akicheza na experience ya Tunisia. Kwa kwangu mimi kama watavuka, kama watakuwa kesi imehukumiwa, ime kwamba hawajapata hawaja nafasi wa Singizini, simuone Simba akitokoa, kwa sababu kama unamuona Petro, Petro amedominate sana kwenye michezo hii Afrika naye amedominate sana kwenye mchezo wa kia. Kitu ambacho tunatakiwa kujiuliza kitu kimoja, hii michuano inamhitaji mtu apate matokeo nyumbani, si ndio? kama wewe kwenye uwanja wako, wako Yali, wa nyumbani umeshindwa kupata matokeo unategemea ukayapate wapi? Yaani, kiwanja chako cha nyumbani Benjamin Mkapa, mechi mbili za mwisho umeshindwa kupata matokeo, si ndio? Kama umeshindwa kupata